Sisi tunawasubiri kafu watuambie, kwa sababu kafu walichoandika ilikuwa recommendation ya kwamba wanaamini ripoti yao. Mimi nimesoma, wanasema uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa na major improvement na wanaamini kwamba uwanja ni mzuri, unaweza kuchezeka isipokuwa kama kutakuwa na mvua kubwa. Kwa hiyo sisi tumewapa ushahidi, ikiwamo ripoti ya idara ya hali ya hewa kuonyesha tarehe 24, 25 na 26 hakuna mvua, isipokuwa 26 asubuhi ndo mvua nyepesi nyepesi inanyesha, na swala la uh, utabiri wa hali ya hewa sasa, hizi sio ramli. Ukiingia tu ukiamua ku, ku Google tu utapata kwamba Dar es Salaam kutakuwa na hali gani ya, ya hewa. Lakini hata hivyo mvua katika siku hizi mbili tatu imenyesha sana Dar es Salaam na dimba lina maji. Kwa hiyo naamini ni figisu za hapa na pale, lakini ndio mchezo wenyewe wa mpira wa miguu ulivyo. Figisu ni sehemu ya shughuli hii. Kwa hiyo naamini watakapotoa maamuzi wataturuhusu kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu, kimsingi kama Simba uwanja wao wa nyumbani ni Benjamin Mkapa. Kama hauruhusiwi, inabidi waulizwe Simba wanataka kucheza wapi. Na ndio maana kafu hawakuandika, ukisoma barua yao hawakuandika kwamba mchezo uende Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, wameandika wanashauri mchezo uende Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini na wao watakuja kufanya ukaguzi wa mwisho waturuhusu kutumia dimba lile na ikishindikana watawapa Simba nafasi ya kuamua mchezo uende wapi na Simba wataona wapo wapo comfortable kucheza mchezo ule. Naamini uh, mimi kama Mtanzania uh, na Watanzania wenzangu wote wapenzi wa mpira wa miguu tunataka ucheze mchezo, mchezo Benjamin Mkapa na sababu zinazo zilizotajwa za kwa nini mchezo huenda usichezwe Benjamin Mkapa ni dhaifu. Tumefanya kazi yetu inavyotakiwa kufanyika, na, na amini, CAF ataliona hilo na wata uweka mchezo huu wa marudiano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ambao hawana furaha baada ya matokeo ya mechi hii ni wa Morocco, kwa sababu wanajua kitakachowapata watakapokuja. Ahmed Ali anasema hizi bao mbili watazitapika <laughs> na kimsingi ni kwamba uh, tumefungwa goli mbili katika uwanja ambao alikuja Constantine hapa akachukua nne akaja Stellenbosch akachukua tano. Kwa hivyo sisi hatukuwa vibaya sana, na hata ukiangalia mchezo wenyewe, hata magoli tuliofungwa ni magoli ya makosa ya kibinadamu ambayo mpira ni, makosa ni sehemu ya mchezo. Kwa hivyo mimi naamini tutajipata kwenye mchezo wa marudiano, na ndio maana wa Morocco hawana furaha. Kwa hiyo acha tuone, uh, bahati nzuri miaka hii ya finali hivo, hii ya karibuni fainali zimekuwa mbili, kwa hiyo hii ni nusu ya fainali, tukienda kurudiwa na tukiwa na home advantage, naamini tuta, tutafanya vizuri. Hili kombe bado linachukulika. Eh, eh linachukulika. Kauli yenye falsafa. Eh, eh, kombe linachukulika hili. Hii ni kauli mpya eh, naisikia na naomba urudie tena na. Kwamba nasemaje hili kombe mpaka <laughs> <laughs> nimekosea, nasemaje hili kombe linachukulika kwa hiyo uh, kwa hiki tuko hapa tuweze tukazungumzia sana maandalizi ya nyumbani, lakini najua kwamba uh, kwa nyadhifa yako na wahusika mbalimbali tayari uh, mnaangalia jinsi gani ambavyo mnaenda uh, kuandaa mchezo ule utakaocheza nyumbani. E, naona no, mi nitaanzisha vikao na viongozi wa Simba kwenye ndege tu leo. Tukifika kwenye ndege, tunaanza vikao vya namna ya kushinda game ile, na sisi tutatoa ushirikiano. Ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sisi aliyotukasimia mamlaka ya kumsaidia kwenye sekta hizi za habari, utamaduni, sanaa na michezo, tutatoa ushirikiano wa asilimia mia moja na sisi tunataka kuandika historia. Sisi tunapenda sifa na sifa nzuri kama hizi, hatuwezi kuziachia kwa o. Tutafanya kila ambalo liko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha Simba wanakuwa comfortable na wanashinda kombe hili. Shukrani sana.